Tunapoangalia moyo wa shukurani tunapata makundi matatu ya watu, na baada ya video hii utaweza kujigundua wewe upo kwenye kundi gani kati ya haya makundi matatu. Makundi haya matatu tunayapata kwenye kitabu cha Luka mlango wa 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Biblia inasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na walipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema e, ee, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote kumi? wale kenda waa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka enenda zako, imani yako imekuokoa. Tunaona makundi haya matatu katika kifungu hiko cha Maandiko. Tunaona kundi la kwanza kabisa tunaloliona hapa ni hawa tisa ambao kati ya hao tisa wamegawanyika kwenye makundi mawili. Baada ya Yesu kuwapa yale maelekezo na wakayafuata wote kumi walipona, isipokuwa tisa hawakurudi kuja kutoa shukrani, na huyu mmoja alirudi kuja kutoa shukrani. Sasa kati ya hao tisa wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale wasioshukuru. Kundi hili la watu ni watu ambao hata ukiwatendea jambo jema kiasi gani hawatakushukuru, hawawezi kusema asante, hawawezi ku-appreciate kitu ambacho umewafanyia. Ni hivyo hivyo pia Mungu anaweza akawafanyia jambo, pamoja na kwamba wanajua kabisa ni Mungu amewafanyia, lakini hawawezi kumshukuru Mungu, hawawezi kutoa hata sadaka ya shukrani, hawawezi hata kupiga magoti kusema, Mungu ninakushukuru kwa kunisaidia jambo hili. Wee mwenyewe ni shahidi, unaweza ukakuta umemtendea mtu fulani jambo pamoja na kwamba anajua kabisa wamemtendea jambo jema, lakini hawezi kuja kukushukuru au hajawahi kuja kukushukuru. Kwa hiyo hawa ni watu, hili kundi la kwanza ni watu ambao hawana moyo wa shukrani, hawashukuru pamoja na kwamba wanajua wametendewa jambo jema. Lakini kundi la pili, ambao wanapatikana ndani ya hawa tisa, kundi la pili ni watu ambao hawaelewi, hawajui hata kama wametendewa jambo jema wanaona tu mambo ni sawa, wanaona tu ni matukio ya kidunia. Mtu anaweza akawa anaumwa ugonjwa mbaya akapona, akafikiri tu ni nimepona tu kawaida, au nimepona tu kutokana na madawa na matibabu, bila kujua kwamba ni Mungu ndiye amemsaidia. Hawa watu ni watu ambao hawatambui wema wowote unaoweza kuwatendea. Unaweza ukamfanyia mtu kitu kizuri, kitu chema lakini wala asione kama amefanya chochote. Ni wale watu ambao hawana moyo wa kuridhika, wanaona bado ungepaswa kufanya zaidi. Mungu anaweza akamponya mtu, Mungu anaweza akamsaidia mtu kupata kitu fulani, kuvuka kwenye jaribu fulani, lakini kwa sababu huyo mtu anaona ni kawaida, hakuna chochote cha tofauti, hawezi kumshukuru Mungu. Kwa hiyo aina hii ya pili ni watu ambao wanaona mambo yanatokea tu, hawaelewi kama ni Mungu amewafanyia, hawaelewi kama ni jambo jema. Hawa ni wale watu ambao unaweza ukawakosea wakakukasirikia sana, lakini ukiwatendea jambo jema wala wasitambue kama umewatendea jambo jema, wakaona ni kawaida tu, wanaona kama wanastahili kufanyiwa jambo hilo walilofanyiwa. Hawa ni watu hatari, kwa sababu wanaweza wakakunyonya. Unaweza ukajitahidi kufanya jambo jema, lakini siku zote hawatambui chochote unachokifanya. Ukiwa na bosi wa namna hii utajikuta unafanya kazi kwa bidii sana lakini, hata kusema tu hongera, hata kusema tu neno lolote la kukupongeza hatokaa aliseme. Hawa ni watu wanaochosha, ni watu ambao ni mzigo, hasa hasa kama ni ndugu zako wa karibu au ni mwenza wako, aidha ni mke au mume. Hawa watu ni watu wanaochosha sana, hawatambui chochote unachokifanya. Hiyo ni aina ya pili. Lakini aina hii ya tatu, ambayo ni maombi yangu kila mtu aingie kwenye aina hii ya tatu. Ni watu wenye moyo wa shukrani. Tunaona kati ya watu hawa wenye ukoma kumi ni mmoja tu. Kwa maneno mengine, tunaweza tukasema ni asilimia kumi tu ya watu wenye moyo wa shukrani. Natamani wewe unayetazama video hii uwe miongoni mwa watu katika kundi hili. Watu wenye moyo wa shukrani wanapotendewa jambo na Mungu wanakumbuka kurudi kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu asante. wa Wanapotendewa jambo jema na wenza wao, wanapotendewa jambo jema na marafiki zao na ndugu zao, wanakumbuka kuja kusema asante, wanakumbuka kuja kushukuru. Aina hii ya watu mara nyingi huwa wanaziona baraka za Mungu kwenye maisha yao. Aina hii ya watu mara nyingi ni watu ambao wanapatwa na mambo mema, wanapatwa na mambo mazuri hata wakikutana na mambo magumu, basi mara nyingi Mungu anawapa msaada kwa haraka kwa sababu ni watu wenye moyo wa shukrani. Tunaona kitu ambacho Yesu alikisema baada ya huyu mtu kushukuru, tunaona alimwambia kwamba imani yako imekuokoa. Kwa hiyo sio tu kwamba aliponywa ukoma wake, lakini pia aliondolewa na dhambi zake. Tunaona pia alisamehewa uovu wake. Tunaona pia alipata na baraka ya ziada kwenye maisha yake. Tunaposherekea mwanzo wa mwaka mpya au tunaposherekea mwisho wa mwaka, ni vizuri kukumbuka kwamba ni Mungu ndiye aliyetulinda. Ni vizuri kukumbuka na kushukuru kwamba Mungu, umetusaidia tumeuona mwaka mpya, tumemaliza mwaka salama. Kundi hili la tatu ni kundi ambalo natamani kila mmoja wetu awemo ndani ya kundi hilo, kwa sababu maisha yake yatakuwa yamejawa na baraka maisha yake yatakuwa yamejawa na neema ya Mungu. Maisha yake yatakuwa yamejawa na uwezesho wa Mungu, na mara nyingi Mungu huwa karibu na watu wa namna hiyo, kwa sababu anajua hawa ni watu wenye shukrani. Mfano, hata we mwenyewe, mtu ambaye ukimtendea jambo jema anakumbuka kuja kukushukuru, hata kwako ni rahisi kumtendea jambo jema tena wakati mwingine, kwa sababu ana moyo wa shukrani. Jenga moyo wa shukrani na Mungu atakubariki. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.